Gomba lilipoishia ndo linapoendelea mazee. Kabla ya kuongea lolote, ikabidi anazi kudanodi majina ya watu yes roboti wazee, hivyo akikuangalia, taarifa zako zote zinafika kwenye kioo, ulipozaliwa jina hadi tarehe mzee. Kisha akamgeukia mkurugenzi na ye vile vilevile mzee, ile anamwangalia taarifa zake zote zikaja, cheo chake, anapoishi mwanaye, hadi tabia zake mzee. Kisha akatabasamu na kumwita mkurugenzi, asante kwa kazi yako uliyo ifanya kwa kuwa mwenye kazi yake nimefika. Basi nilikuwa naomba ukae chonjo mzee. Mabibi na mabwana, mabwana naombeni mpigie makofi mkurugenzi tafadhali. Mkurugenzi kaona ehee, hey. Haya makubwa madogo na unafuu mzee, uso ulimshuka kama uvunguni mwa sendo. Hapa bodyguard alimpa ishara ya kichwa mzee, kamua hapo. Basi mwamba akaanza na furayi kwamba katika project hii nimefanikisha kwa asilimia mia, hivyo nimewasilisha kwenu ili mtuwe maoni yenu. Yoyote mwenye maswali basi anakaribishwa. Ile watu wanaendelea kupiga makofi, bidada kaja hapa na kumwita Namshi, sasa ikabidi watu wote wageuke na kumwangalia bidada. Alitemka mpaka chini akafika mpaka sehemu alikosimama Namshii, wewe nani bidada? ile akacheka, kisha akamwambia unajifua? Mmesahau? Sasa akaona bora amwangalie usoni ili achukue taifa zake, akaja akagundua kuwa alipigwa kibao na Namshii. Nilinyamaza kwa kuwa niliona kweli nimekosea, nikajaribu kuomba samahani, hamkunyelewa na kunifukuza kazi. Nilipitia wakati mgumu. Namshii ya kujibu kitu zaidi ya kwenda pale na kumkumbatia

tunafika huku, mkurugenzi ananipigia mtu huku. Ah, simama mzee, anaomba samani tu, naomba unisamee, unisamehe. Wewe leo mimi utanitambua sasa. Sikia, mtafute yule muuaji kwa kuwa alitusaliti, mkate vipande vipande. Yule ni mfanyakazi wetu wa muda mrefu na nauwo, anafanya kazi yako tu. Kama anafanya kazi yangu tu, kwa nini leo anisaliti? Alisema amemgonga na gari na amekufa, mbona yupo hai na yupo softi kabisa? Hata mchubuko tu alami ana. Tunakuja huku, roboti na bodigadi wake, bodigadi yakawa anamsifia akamwambia, kwa leo ah, umenyosha kama lula mzee hivyo, jinyangusha. PK Motors waliandaa hapati ya kujipongeza kwa ajili ya matoleo mapya ya magari yao. Tunakuja alipoka Namshii huyu bidada, ni mtoto wa mkurugenzi. Bidada yamkubali sana mwamba, ila mwamba naye anakaza, mimi wewe kama dada yangu. Sasa namshiyi katika kuangalia angalia, pale mezani kuna chupa kama tatu kwa juu zimewekwa baruti hivyo, akagundua kati ya chupa moja inaweza kusababisha hatari. Hivyo namshiyi akaona hawai, akawaambia wasiwashe, ila anataka kwenda. Akashikwa mkono ayo bidada na kumwambia acha nikamwambie, mimi wacha bidada aende. Alipoagizwa kaenda kufanya uchokozi, kafika hapa kamkuta uyu bidada ambaye alipigwa sh akachukua karatasi lake na na kulichana kisha na kumwambia unafata nini hapa wewe, tapeli mkubwa wewe. Kipindi akiendee na mgogoro wao, namshii na bodyguard wake wakaja. Bodyguard akamuuliza yo dada aliyovaa mawani, wewe ni mwandishi wa habari? Bidada akaitikia ndiyo, akamwambia naomba basi tukazungumze huku. Zee baruti wamewasha, wana vibe sio poa mzee. Sasa kuna mwamba mmoja ambaye kuonekana sura aliweka chupa chenye baruti hapo na kuondoka. Kile chupa kikaondoka chini na kuanza kukunguza mabana yale andikwa PK Motors. Kipindicho upande wa kina Namshi hawaelewi chochote maana wao wapo VIP na yule mwandishi wa habari upande huu moto ushakuwa mkubwa mzee, umo ndani watu wanakimbizana tu, pa kutokea apaoni kwa kuwa moshi umetanda kila sehemu. Baadhi ya watu walifanikiwa kutoka nje, uko ilikuwa inaendelea kupiga tu stori, walishtuka baada ya kusikia ving'ola, ikabidi watoke nje. Ile anafika nje mambo tayari yasharibika, na mshii akagundua ndani kuna watu wamekwama, wanahitaji msaada, hivyo basi ikabidi aende. Bodyguard akamkimbilia na kumzuia mlangoni na kumwambia, umo ndani ni hatari sana, moto ni mkali, huwezi kwenda. Kamsukuma bodyguard pembeni na kuingia ndani, akaona bora ampigie simu mamake na akamwelezeya mambo yanayojiri, akamwambia huyo atakuwa anajikontrol hivyo jikontrol hivyo, mwache atafanya kazi zake zote, akimaliza kwa kuwa moto ni mkali atapiga shote na tazima, hivyo hakikisha wasije wakampeka hospitali, maana wakimpeka hospitali dili lote limekufa. Mi mwenyewe sio muda mwingi nakuja. Hata hivyo, mwamba alisaidia sana na watu. Mtu wa mwisho wa kumsaidia alikuwa ni bidada huyu hapa, aliyopigwa kofi na namshi. Alivyomweka tu chini bidada, na kweli akazima. Bidada alikuwa anamwita namshi, alivyoona kimya akaanza kuita msaada. Bahati nzuri bidada kipia naita bodigadi alikuwa karibu hivyo eye ndolikuwa kwanza kusikia. alikimbia mbio mbio mpaka pale, alivyomwangalia na namshii mgongoni, akagundua kuwa anapiga shoti, hivyo ikabidi avue koti la suti amfunike kabla watu wajaona. Bodi gadi alishindwa kukaza na mshii, akabebwa na kuingiza gari la wagonjwa. Ile wapo njiani wanaenda hospitalini, wanataka kumchoma sindano mzee, ila bodigadi alikuwa anawazuia. Ile wanaendelea na safari, mara kuna gari ya wagonjwa wengine ipo nyuma yao, spidi inawafata, hivyo ikawapita na kuwaovataki kwa mbele. Milango ya gari ikafunguliwa, kumbe ni mamake na namshii, hivyo bodigadi ikabidi wachangamke, wamtoe namshii na wambadilishe gari maana akaenda hospitalini, ah walete mzee. Basi body guard alikuwa anaendesha gari, mama namshia anaendelea kuseti mitambo, huku namshia ametrend mzee, kila TV namzungumzia yeye, jinsi gani alivyopambana kusaidia watu. Tunafika kwa mkurugenzi, yupo na mpambe wake, mara simu inaita alivyopokea, huyu mwamba anadai namshia alimshuhudia kwa macho yake akikanyagwa na gari, na pia alibebwa kwenye ambulance, hivyo nimejaribu kuchunguza ambulance ilipoenda, nimegundua kuna sehemu iliishia, hivyo ndo nataka nipeleleze. Kipindi anaendelea kuongea na simu na huyu mzee hapa, anafungua dirisha akawa anaongea peke yake na imani Namshii unahitaji yewa, nimekufungulia dilisha hivi ili ingie ndani na naali. Anamshii bado mbaya, anapumulia mipila. Tunafika hospitalini, bidada akawa anaongea na simu akimsimulia jinsi Namshii alivomsaidiya, namwambia na alinibeba yaani, nibeba yani misiyamini macho yangu. Kumbe cha pili alikuwa milazo mtoto wa mkulugenzi, alivosikiya bidali anajitapa kuambia wenzake kuwa na alimbeba, akaona kama dharau, hivyo akaenda akayenda simu na kumwambia acha kujisifia kwa watu, Namshii ni wangu, awezi kubeba, tataka kama wewe yoyo. Bidada alikuwa na maneno zaidi ya kumwambia, nomba simu yangu yanguapoapo, mkulugenzi kaingia alikuja kumona mtoto wake, akawa namuuliza baba, hivi muona na mshii? Maana jana naye aliumia sana. Mzee akamuuliza kwanza, hapa hayupo. Akasema mimi sijamuona kuletwa, kuleta hospitali hii. Mzee akamwambia sawa, basi twende mwanangu. Walivyofika nje, wakaona waanze kumuuliza dereva wa ambulance, akawaambia kuwa ameondoka na bodigadi wake, alisema tenda kumtibia mwenyewe. Sasa mkurugenzi akawa na wasiwasi, mbona hapa kama kaa unakamchezo kisha. Kamgeukia mwanaye na kumwambia wee, nenda nyumbani. Mkurugenzi kamlukia wani bodigadi na kumwashia moto usiopoa na kumwambia mrudishe, mludishe na mshii mapema, kabla kibarua kijauta nyasi mwamba ikabidi adanganye amwambie kuwa yupo hospitali ya kampuni ya PK Hospital. Mkurugenzi aliingia kwenye gari na kumwambia dereva wake nipeleke hospitali ya kampuni huku, bodyguard yupo spidi awaye hospitali kabla mkurugenzi ajafika. Ile mkurugenzi amefika, wao walikuwa tayari wameshafika mapema. Mkurugenzi anataka kuingia ndani, akamwona na mshi. Bodyguard akamwambia yupo kwenye chumba cha operation, hivyo subiri kwanza kidogo. Bodyguard alijitahidi kuwazuia, ile uwezo wake ulikuwa mdogo, kwa kuwa wale walikuwa wawili, walimshinda. Mkurugenzi alipopita akawa anatafuta chumba cha operation, akakiona na kuingia ndani. Mama namshi changanyikiwa mzee aelewa yafanye nini. Mkurugenzi moja kwa moja ambako anamshii ile, anataka kumfunua shuka, mama akazuia. Mkurugenzi akamsukumia mama pembeni, kisha akafunua shuka mzee.